Karibu sana msikilizaji katika makala ya Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Makala hii inarusha kupitia idhaa ya Kiswahili ya BBC na redio washirika. Tunaangazia dhana utawala bora nchini Tanzania kwa mifano halisi ya maisha, changamoto na mafanikio. Leo hii Haba na Haba inakujia katika mtindo wa mjadala maalum unaofanyika kutoka hapa katika ukumbi wa Kibo Palace jijini Arusha, na mada kuu ikiwa jitihada gani za ziada zinahitajika kuimarisha usalama katika jamii kukuletea mjadala huu, jina langu naitwa Merigoret Richard, na miongoni mwa wageni maalum tulionao katika mjadala wa leo ni Dr. Epafla Manamba, mchumi kutoka chuo kikuu cha Uhasibu Arusha. Muliro Jumanne, yeye ni mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai wa mkoa wa Arusha. Karibu. Vile vile tuko na mchambuzi wa masuala ya uhalifu, mrakibu mwandamizi wa polisi Barnabas Mwakalukwa kutoka kitengo cha kuzuia uhalifu makao makuu ya polisi. Na vile vile tuko na Dr. Alfred Kaaya ambaye yeye ni katibu wa chama cha waliowahi kuwa wafungwa. Huyu ni daktari wa binadamu lakini amewahi kutumikia kifungo gerezani kwa miaka mitano. Unajua nini kilitokea? Usitoke hapo ulipo, endelea kuwa na sisi. Karibu sana. Na pia miongoni mwetu tuko na mwanasaikolojia lakini vile vile ni mkurugenzi wa taasisi inayojishughulisha na vijana katika maendeleo na afya ya DSW, ndugu Peter Oaga. Karibu pamoja nao, tuko na washiriki wa kazi wa maeneo mbalimbali hapa Arusha. Baadhi yao ni vijana wanaofanya kazi katika sekta ya utalii, lakini vile vile tuna polisi jamii, tuna wazazi, tuna vijana waliomaliza shule, madereva taxi, bodaboda, na vijana tofauti tofauti kwa ajili ya kujadili mada yetu ya leo. Karibuni sana Haba na Haba, A, kwa mujibu wa ripoti ya hali ya uhalifu na utayari wa wananchi kutoa taarifa za kihalifu kwa polisi iliyotolewa na taasisi ya utafiti ya Repoa ya Mei hadi Juni 2012 inaonyesha kwamba asilimia 40 ya wananchi 2400 waliohojiwa wana hofu ya kufanyiwa uhalifu na hivyo kuifanya Tanzania kuwa kinara kati ya nchi 34 zilizofanyiwa utafiti huo. Lakini pamoja na utafiti huo uliotajwa na hiyo taasisi, nianze kwako, mrakibu mwandamizi wa polisi Barnabas Mwakalukwa, kutoka kitengo cha kuzuia uhalifu. Hali ya usalama katika siku za hivi karibuni nchini ikoje? Unapoongelea uhalifu lazima ujue sababu zinazosababisha uhalifu. Sababu moja ni tabia ya uhalifu, tabia ya waathirika wa halifu na mazingira au tabia ya maeneo yanayofanyika uhalifu. Lakini ziko changamoto ambazo zinaonyesha kwamba matishio ya kiusalama yapo. Kuna masuala ya mauaji, lakini pia kuna viashiria vya matishio ya kigaidi, lakini wewe kwa upande wako unasema uhalifu umepungua. Kwa upande wangu mimi naweza kwamba uhalifu umepungua kwa asilimia kubwa sana. Sawa, unasema uhalifu umepungua, lakini repoa wao wanasema kwamba wananchi wana hofu ya kufanyia uhalifu. Nitamkaribisha RCO hapa Arusha, tupe takwimu za hapa Arusha, ni matukio gani ya uhalifu ambayo anaripotiwa sana. Lakini nikigeuka kwenu, wananchi wangapi wanahisi tuko salama? Sioni watu wakinyosha mkono <laughs> kwanini? Kwanini kwa kwa kwa nini amnyoshi mikono? Kwa maana hiyo hatuko salama. Kwa usalama wa mtu binafsi, nikukaribishe ndugu Uh, Nazarius, em mtuambie wewe, pia ni miongoni mwa watu ambao hatujanyoosha mikono. kwa nini hujanyoosha mkono? nahisi tuko salama niseme ni kwamba hatuko salama kwa. Kwanini? Sababu mimi mwenyewe polisi niseme polisi, kwa sababu alikuwa amevalia polisi. nimewahi kutekwa na karibu ni uwawe, uh -huh. nilitoka na dreva wangu saa nne usiku, nimeenda kumtembelea mtu mmoja, tukawa tunateremka kutoka Mamsa Ngaramtoni, tunakuja tumefika, tunaona Beria polisi meba... ya kizuizi cha barabarani, mm -hmm. Wakatusimamisha kama polisi, driver akapaki gari, alivopaki gari ghafla wale watu wakaanza kutumiminia risasi. Walikuwa ni watu watano, wawili upande wa kushoto, wawili upande wa kulia, mmoja katikati. Sasa tukajikuta y kwamba hatuna chakufanya, lakini mimi nikajikuta tu nimepaika Mungu, msaidie driver na alipiga reverse haraka kukimbia nyuma na ni giza lakini ghafla tukatumbukia kwenye kalva ile, nani ya kupitisha maji pale. Sasa wale jamaa wametukimbilia, walivofika, maana tulivotumbukia pale, driver akasema tukimbie, nikakimbia nikapotelea gizani kule, na walifika, walitoboatoboa gari vibaya sana. Kwa hiyo usalama uko wapi? Ikiwa watu wanadiriki kuweka uh, kizuizi, wanavaa nguo za polisi na kutunyanyasa sisi kia kiasi hicho. Hatuko salama. Kuna mwingine ana kisa cha tofauti, dada hapo Asante sana. Kwa jina, naitwa Jamila Mongi. Haraka kidogo naongeza sauti. Aa, mimi naweza kusema kwa usalama wa mtu mmoja mmoja, bado hatuko salama. Utajiona uko salama kwako, labda umeweka mitambo ya kiusalama ki, lakini tunakokwenda tunakozunguka kwenye jamii, mfano kwenye madaladala, hatuko salama. Aha, asante sana, asante. <laughs> Nirudi kwako RCO <laughs> wananchi wanasema kwamba usalama wa mtu mmoja mmoja bado, ingawa mrakibu mwandamizi wa polisi anatuambia kwamba nchini usalama upo, lakini wananchi kwa ushuhuda wanatuambia, wanasema usalama wa mtu mmoja mmoja bado. Hem, ni kuuliza swali dogo tu, kwanza ni matukio gani haswa ambayo yanaripotiwa sana kwenye kazi zako za kila siku? Uh, moja kwa moja kwa grafu kubwa ni makosa ya kuwania mali, kwa maana ya unyang'anyi wa kutumia nguvu mm -hmm. Uwizi wa pikipiki, kuvunja nyumba usiku eh. Na tukisema makosa, sisi tumeagawa katika aina tatu. sawa, sawa. Yapo makosa ya kuania mali kama nilivyosema, ndio. yapo makosa dhidi ya binadamu mm -hmm. Na yapo makosa dhidi ya maadili mm -hmm. Sawasawa yes. sawa. Lakini sasa wananchi wamezungumza kwa mwelekeo huo, ambao wananchi wamesema tuko salama ah, tuko salama. kwa usalama wa mtu mmoja mmoja. Mimi nadhani wanasema hatuko salama, kwa sababu sijui wanalinganisha na wapi Eh, huwezi kusema uko salama au uko salama kwa kujiangalia tukio liliokupata wewe binafsi. Kama binafsi mtu mmoja au wawili, unaweza ukasema ham, hamko salama nane wakawa salama. Sasa kitakwimu mimi wawili ni victim nane eh, wako salama. Kwa hiyo mimi ukiniuliza, tuko salama hatuko salama, nitakwambia tuko salama. Tuzungumzie usalama wa mtu binafsi mmoja mmoja, kama wewe RCO hapa Arusha ni hatua gani huwa mnachukua kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu mmoja mmoja katika nafasi yao wanakuwa salama? Uh, swala la usalama kwa ujumla, kama ukiangalia katiba yetu haisemi ni swala la polisi, linasema ni swala la kila mwananchi. Kwa hiyo wewe mwenyewe ukisema siko salama, eh, wewe role yako ni ipi ili uwe salama? Eh, fursa yako ya usalama wewe kama binafsi ni ipi? Una, usalama unaanza na mtu binafsi halafu ndio ulete hiyo alamu sawa. <laughs> Wanasema kwamba usalama unaanza na mwananchi mtu binafsi, lakini kwa watu ambao wanafanya matukio ya wa kihalifu mwisho wake huwa pengine wanaishia gerezani. Kwenye meza yetu ya wataalamu hapa tuko na Dr. Kaaya, yeye ni daktari wa binadamu, lakini kama nilivyosema aliwahi kufungwa gerezani miaka mitano. Etuambie kidogo daktari, halafu kaja kuishia gerezani ilikuwaje? uh... Kwa kweli vitu kama hivi vinapotokea, watu wengi wamekuwa wakiamini kwamba matukio ya uhalifu yanafanywa na watu wa hali ya chini I mean, wasiokuwa na, wasiokuwa na ajira labda kwa sababu ya maisha duni na vitu kama hivyo. Niambie wewe, wewe daktari. Yes. Lakini ukaja kwenda gerezani, sababu gani zilikupelekea kufika gerezani? Um, nilipata kesi ya robbery, kesi ya unyang'anyi, ambayo ndio ilinipelekea mimi nikapata nika, nika, kifungo cha miaka kumi na tano lakini kwa bahati nzuri nikaweza kutoka kwa utaratibu wa magereza wanaouita parole, kwa hiyo nilitumikia kifungo kwa miaka mitano tu. Yeah. Nikiwa daktari nikiwa daktari. Kwa hiyo ulikuwa daktari wakati huo ulikuwa ukijihusisha na vitendo vya unyang'anyi? Yes, uhalifu. I see, asante, nitarudi kwako baadaye kidogo. Mchumi, hebu tuambie ndugu, e, dok Epafla Manamba, kama hali ndio hivi na utajwa na wananchi pamoja na stori ambayo umesikia hata Dokta Kaya amesema hapa kwamba alikuwa daktari lakini ak akaja kuingia gerezani, kukosekana kwa usalama kuwepo kwa uhalifu kuna maana gani kiuchumi kwa ujumla uh, asante sana niseme tu kwamba uhalifu ni kati ya sababu kubwa sana ambazo zinasababisha kudorora kwa, kwa uchumi na kwa maendeleo ya nchi maendeleo ya mtu mmoja mmoja na maendeleo ya, ya jamii kwa ujumla. Sawa, tuwalenge na, pia zaidi vijana kwa, inajulikana kwamba kuna kundi la vijana ndio wengi ambao wanajihusisha wana, wana na tatizo hili la, la, la uhalifu na kwa sababu kwamba wao hawana naweza sema hawana mali walio wengi kwa hiyo uh, wanaenda kwa walio na mali ndio wanafanya uhalifu, wizi na vitu vingine, lakini inapelekea kifo. Na kama inatokea kifo, maanake sasa ni ni nguvu kazi ambayo taifa imepoteza, jamii imepoteza, na watu ambao wanamtegemea wana, wana, wana kwa, niseme tu kwamba kama inatokea uhalifu, maanake impression yake like kwa, kwa, kwa, kwa maendeleo ya nchi ni kwamba watu wanakuwa na hofu katika, vi, katika viwanda katika, katika maduka, watu wanafunga mapema kwa sababu ya kuhofia uhalifu. Kwa hiyo ni sababu kwamba ina maana kubwa sana katika maendeleo ya nchi uhalifu ni kwamba katika utalii, watu wanaogopa, watalii wanaogopa kuja, kwa sababu ya uhalifu. Utakuta taifa linapoteza pesa nyingi kwa sababu ya, ya uhalifu, kwa hiyo ndio sawa. Okay. Sawa, sawa. Dr. Kaya nisikie kutoka kwako kwa kidogo. baada ya kutoka jamii yako ilikuchukuliaje? vitu vyako ambavyo ulikuwa navyo, familia yako na kila kitu, ulikuta viko kwenye hali ile ile baada ya kutoka gerezani, na wewe ulitoka ukiwa kijana bado? Uh, hapana hmm. Kwa kweli unapotoka gerezani unakuta utaratibu wote wa kimaisha unakuwa umebadilika kwanza kimoja, imani ndugu zako na jamii ambayo ilikuwa inakuzunguka inakosa kukuamini na pili, hata zile rasilimali zako ambazo unakuta uliziacha nje unakuta zimetapanyika tofauti na ilivyokuwa nyuma. Asante sana Dokta Kaaya mwana saikolojia kwa vijana ambao wanatoka magerezani. Tunajua watu ambao wanatoka magerezani ni wengi wa rika tofauti, lakini hebu tuzungumze na hawa vijana, ametoka amekuta kila kitu kimebadilika, maisha yamebadilika familia yake imeparaganyika, pengine kisaikolojia anasaidiwaje? Asante. Nafikiri kwa haraka haraka, ni vyema wote tufahamu kwamba dhana nzima ya ujana tuiangalie kwa mtazamo ambao ni chanya, ndio kwamba kijana na mchango kwenye jamii na ni mtu muhimu sana kuchangia kwenye uchumi wa nchi. Tukizungumzia swala zima la vijana ambao wametoka gerezani au kijana ambaye anajihusisha na uhalifu, ni kwamba wengi wana, wanazongwa na msongo wa mawazo, anahitaji kupendwa na jamii, anahitaji kukubalika na kupewa nyenzo, nyenzo za kujiendeleza kwenye jamii, kwa mfano ajira. Na ajira kwa vijana ni kazi ya serikali, lakini pia sekta binafsi. Naona watu mmeguswa na, na, na stori za watu tofauti tofauti, tumebaki tuna tayari tunashangaa. <laughs> Sawa. Nta, ntarudi kwenu, naona mikono watu wanataka kuchangia hiki ambacho tunazungumza, lakini uh, tulimpa nafasi msikilizaji anayeshiriki mjadala wetu kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook BBC haba na haba na Twitter kupitia BBC_haba na haba. kuna mtu anaitwa King Majuto alituma kupitia kurasa zetu za Facebook, akaandika, jitihada zinazohitajika ni kwa jamii yenyewe au wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama kwa fichua wanaohatarisha amani na usalama wetu. Aa, kuna mwingine anaitwa Dedani Yotham anasema anatoka Kasulu, yeye anasema jitihada zinazotakiwa katika kuimarisha usalama kwenye jamii kwanza ni kuanzisha ulinzi shirikishi, pili jeshi la polisi kutoa ushirikiano kwa jamii, na mwishoni raia kuwa walinzi wa mwenzake kipindi mambo mabovu yanapotokea. Kutoka Twitter, Clifford Hesron wa Dar es Salaam anasema ni vyema vyombo vya dola vishirikiane na ulinzi shirikishi ili kuweza kulinda maisha ya watu. Haba na Haba, Taifa Mm -hmm. Ah. Unaendelea kuisikiliza Haba na Haba, idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo tuna mjadala maalum kutoka hapa ukumbi wa Kibo Palace jijini Arusha na tunajumuisha wanajamii wote na mada yetu leo ikiwa ni jitihada gani za ziada zinahitajika kuimarisha usalama katika jamii. Kabla sijaenda kwenye uh, ni hatua gani ambazo zinachukuliwa sasa kwa ajili ya kuimarisha usalama, niliona kuna wananchi wamenyosha mikono. Karibu kaka kule nyuma. Mimi ninaitwa Innocent, ni dereva taxi hapa Arusha tunaweza tukasema kwamba uhalifu unadidimiza uchumi wa, wa, wa nchi. Ndiyo. lakini kwa namna moja au nyingine uhalifu nao unachangia watu kupata ajira, unachangia shughuli mbalimbali kuweza kufanyika. Tuseme nyumba mbalimbali sasa hivi zinajengwa kwa kutumia magrili. Kama kusingalikuwa na ule uhalifu, basi ile biashara ya magrili isingalikuwepo. Kwa hiyo unamaanisha <laughs> kwamba uhalifu pia ni fursa. Uhalifu <laughs> ni hatua ya mwanadamu. Okay, hi uh -huh. Sasa inategemea kwamba jamii ile iliyoko tuseme kama jamii ya Tanzania imeainisha mambo gani ni uhalifu. Uh, mwa, uh, asante sana. Mwakalukwa tuambie uhalifu ni nini? Uhalifu ni kitu gani? Naona imeacha maswali pale kwa kaka yangu aliyetoka kuchangia muda so mrefu. Uhalifu ni tendo lolote ambalo jamii wamekaa kwa pamoja na kulikataza. Asante sana. Kwako wewe unasema uhalifu hauna faida, lakini kakangu pale driver taxi alisema kwamba uhalifu ukitokea biashara nyingine nayo na inafanyika. Dkt. Kaaya, uhalifu una faida? Uh, labda tu nimweleze yule ndugu yangu kwa hichi kitu alichokiongea, labda hata akisikika na jamii nyingine itamshangaa sana, hakuna Anini. uhalifu wenye faida ni sawasawa na vile kusifia kifo. ukitoa uh, mfano wako, wewe kwa nini uh, unasema uhalifu hauna faida? hauna faida kwa sababu Uh, mara nyingi uhalifu umepelekea uh, hasara, watu kupoteza maisha, watu kupoteza mali na vitu kama hivyo. Hizo faida anazosema ndogo sijui za magrili na nini hivyo ni vitu vya kawaida ambavyo vingekwepo tu duniani kutokana na tabia za watu. Tumesikia uh, mengi sana kuhusiana na masuala ya uhalifu na kukosekana kwa usalama. Nizungumze na vijana, dada pale karibu, unachukua hatua gani kwa ajili ya kuimarisha usalama kwenye jamii yako baada ya kujua kwamba uhalifu sio jambo zuri? Kwa majina naitwa Veronica Robert. Kwa mimi kama mimi binafsi, hatua ninayochukua ni kuweza kuondokana na vile vitendo viovu vya wananchi wanavyovifanya. Kwa majina naitwa Hawa Juma, na matokeo yalifyo yalishwai kunikuta na nilikuwa kwenye daladala nikaibiwa nikiwa kwenye haisi, na nilitoa taarifa kwenye maeneo husika, ila kwa bahati mbaya sikupata msaada wowote kwenye vyombo vya dola. Mimi naitwa Emmanuel Molel sana sana sisi tunashirikiana karibu sana na jeshi la polisi. Kuna maeneo ambayo yanajulikana hata na jeshi la polisi kwamba ni maeneo ya, ya, ya, ya, ya, ya matukio makubwa ya, ya, ya unyang'anyi kwa watalii. Kuna vijana siku hizi wamezuka wanatembea na baskeli na pikipiki, wale vijana wanadiriki kuwanyang'anya wageni, kwa mfano kitu kama kamera wakiwa ndani ya gari. Huo mi naita ni uhalifu mdogo, na ndugu zetu wa jeshi la polisi wanalifahamu hilo, wamekuwa wanalifanyia kazi, lakini tunafikiri kwamba jitihada kubwa zinahitajika ili kuweza kuzuia hilo jambo. Hapo hapo kwenye jitihada kubwa zaidi zinahitajika, ntarudi kwenye, kwenye, kwenye huo upande wa jitihada gani kubwa zinahitajika, pamoja na kwamba tunaona jitihada zinafanyika, zipi kubwa zinazohitajika? Kwanza nirudi kwa, kwa polisi jamii hapa. Ah, nyinyi kwenu mnafanya jitihada gani sasa kuimarisha usalama kwenye maeneo yenu? Asante, mimi naitwa Juma Muhammad. Sisi jitihada ambazo tunazifanya ni ulinzi shirikishi, tunashirikiana na wananchi ukijitokeza tatizo lolote, wao wanatupa taarifa, lakini kuna baadhi tu inakuwa ni ngumu kutoa taarifa. Kama kuna matukio ambayo yanakuwa yanatokea mara kwa mara mpaka kuja kulikupata kuliku, taarifa inakuwa nimeshachukua muda na tayari labda watu hao wameshaondoka. Uh, DSW mnafanya kazi na vijana. Vijana ni zaidi ya asilimia sitini idadi ya watu hapa nchini. Usalama wao ni muhimu, na pia wana mchango mkubwa kwenye jamii kitu gani ambacho kinaweza kufanyika kuhakikisha usalama wao vijana? Karibu mkurugenzi. Asante sana. Kama nilivyosema hapo awali, dhana ya ujana ni lazima tuizingatie. Tukitoa tafsiri ya uhalifu kwa upande wa vijana, na lazima tuangalie pia visababishi vya vijana kuhusika kwenye uhalifu. Uh, suala zima la shinikizo rika, kwamba vijana wenzake ambao ni wahalifu wanaendekeza mambo kama hayo, wanaweza wakafanya nini wakasababisha yeye akahusika na masuala kama hayo. asante, asante. O, polisi kwa upande wenu nisikie, ni kutoka kwako kwa RCO, ni jitihada gani ambazo mnafanya kuimarisha usalama hasa so wa vijana? Uh, jitihada za ziada ni, ni mipango e, ukitaka kuwa salama lazima uwe na mipango. Ukiangalia unahitajika mtiririko mrefu sana katika kupata swala la kiusalama. Mitaala ni muhimu, nimesisitiza tangu shule za msingi mitaala kwenye shule za watoto wadogo kabisa. E, makanisani kuwe na programu, misikitini kuwe na programu e, watu wakitaka kwenda kusali, wasiende baba na mama, wawapeleke na watoto, wakuwe wanafahamu <laughs> wa, eh, wanajua maadili eh, unakuta mtoto anaenda kanisani hajui aanzie wapi au anashangaa Asante sana kwa kuzungumza hivyo. Pia tutawasikia viongozi wa dini ambao tulizungumza nao kabla ya kuanza mjadala huu. Nataka kusikia kwenu vijana, nimalizie kwenu vijana, sentensi mbili tu. Jitihada gani za ziada unaweza kuchukua kuimarisha usalama? Kwa majina, naitwa Mariam Ernest Mwamba. Kwanza, kuwepo na elimu, elimu hususan inayohusiana us, na mambo ya usalama. Pia kuwepo na ushirikiano kati ya serikali au polisi, jamii na raia. Kwa kwa mfano, naweza nikamjua fulani ni mhalifu, nitafikishaje ujumbe direct kwa yule kumwambia acha hivi na hivi na hivi, lazima nitamwogopa. Kuna wengine na watu lazima wengine anatisha ukimwona. Kwa hiyo huu ushirikiano utakao kuwepo uonyeshe urahisi wa kwamba mimi nikitoka hapa nitamfuata kiongozi nitamwambia, na yeye bila kunitaja mimi, kunilinda atajua jinsi gani amfuate yule direct, na achukulie sheria. Asante. Ushirikiano. Kijana mwingine karibu. Asante, naitwa Joshua Simon Lukumai, natokea Unga Limitedi. Nikibaka mstaafu, msiniogope, lakini jitihada zinazotakiwa kufanyika hizi taasisi za dini zinatakiwa ziwe karibu sana na vijana, na ushuhuda kabisa, mimi nilikuwa ni, ni mtu mchafu by the way, polisi walikuwa wananijua, lakini kupitia taasisi za dini zilikuja zikatoa seminar ambayo inaitwa behavior change, vijana tukaelimishwa, mambo mnayofanya ni hivi na hivi, tukapata mambo mengi kweli, tukabadilika. Kwa hiyo taasisi za dini ziwe karibu na vijana. Taasisi za dini, Sawa, hebu tuwasikie viongozi wa dini ambao tulizungumza nao kabla ya mjadala wetu wao. Tuliouliza ni jitihada gani za ziada wanaweza kufanya kwa ajili ya kuimarisha usalama kwenye jamii. Mimi naitwa Padri Honoratus Achimpota, padri wa jimbo kuu katoliki Arusha. Misingi ya dini Katoliki au dini Katoliki niseme, ina mchango mkubwa katika kudumisha amani na si dini Katoliki tu, niseme dini ya Kikristu. Dini itafundisha usawa wa binadamu itafundisha haki, itafundisha kuvumiliana na kuelekezana, amani itakuepo, hali ya utulivu itarejea, na kila mmoja ataishi kwa uhuru. Kwa jina naitwa Shaban Juma Abdallah, mimi ndimi shekhe wa mkoa wa Arusha. Kwa hakika, njia yetu tunayoitumia sisi katika kuimarisha amani iliyopo ni kuyahubiri mafundisho ya Quran na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyoelekeza mafundisho ya Qur'ani na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamelenga kwenye suala la amani ya dunia na watu kumcha Mungu, kujielekeza zaidi katika kutengeneza mioyo yao ili waweze kusilihi, kuishi pamoja na watu wengine wote katika ulimwengu. Zungumza. Asante sana tumewasikia viongozi wa dini uh, ambao wana, wanasema wao wanachukua jitihada gani za ziada kwa ajili ya kuimarisha usalama katika jamii. Kitu gani tumejifunza baada ya mjadala wetu siku ya leo? Haraka haraka. Kwa majina naitwa Diana Shuma, nilichojifunza shu siku ya leo ni kwamba sisi wenyewe tuna nyenzo za kukabili uhalifu ama kuboresha usalama katika jamii zetu. Asante sana, tuna nyenzo za kukabili uhalifu sisi wenye. Dr. Kaya, kitu gani umejifunza hapa leo? Aa, kikubwa nimejifunza kwamba kumbe swala la uhalifu ni swala ambalo linaweza likaeleweka ndani ya jamii na likamalizika kwa ushirikiano kati ya vyombo vya usalama na raia, ushirikiano wa karibu kabisa. Asante sana, ushirikiano wa karibu kati ya vyombo vya usalama na raia. Karibu tachi polisi jamii, huyo umejifunza ee, nini hapa? Nimejifunza kwamba taasisi zote pamoja na jamii zikishirikiana na vyombo vya dola uhalifu unapungua. Asante sana, nashukuru. <laughs> Na hapo ndipo tumefikia, tumekamilisha kabisa makala yetu ya Haba na Haba kwa siku ya leo. Tumekuwa na mjadala maalum kutoka hapa ukumbi wa Kibo Palace jijini Arusha, tukiwa na wakazi wa jiji hili la Arusha kutoka maeneo tofauti, na mada yetu leo imeangazia suala la usalama, ambapo tumeuliza ni jitihada gani za ziada zinahitajika kuimarisha usalama katika jamii pamoja na washiriki wetu ambao mmeshirikiana nasi vizuri kabisa. Tumekuwa na wageni maalum miongoni mwetu ambao ni Dr. Epafla Manamba, mchumi kutoka Chuo Kikuu cha Uhasibu Arusha. Asante sana. RCO Muliro Jumanne, ambao ni mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kutoka hapa mkoa ni Arusha. Asante kwa kutukaribisha. Mchambuza masala uhalifu, mrakibu mwandamizi wa polisi Barnabas Mwakalukwa, kutoka kitengo cha kuzuia uhalifu makao makuu ya polisi. Lakini vile vilevile kwa umuhimu wake Dr. Alfred Kaaya, ambaye ni katibu wa chama cha waliowahi wafungwa amewahi kutumikia kifungo gerezani kwa miaka mitano, pia ni daktari wa binadamu anaendelea na kazi yake. Asante. <plosilio> Nashukuru sana mkurugenzi kutoka taasisi ya DSW Dr. Peter Owaga asante sana. Asanteni sana na pia wewe msikilizaji ambaye umepata nafasi ya kushiriki kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kwangu nasema shukran kwa niaba ya timu nzima ya Haba na Haba na wadhamini wetu, ni Wizara ya Maendeleo ya Kimataifa ya nchini Uingereza. Jina langu ni Merigoret Richard, asante kwa kuwa nasi. Kwa heri kwa sasa. Haba na Haba, Taifa